K Kisugu mambo ni aje kaka? Mambo mazuri na, yes, yes. Yes, na afya njema ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, kutenda. Lakini pia mgogoro. Kwa sababu mimi naamini kwamba ni zawadi kubwa kwa Mwenyezi Mungu kumjalia mwanadamu pindi indapo, kwa na afya njema basi ni jambo la kumshukuru sana kwa sababu mtaji wa maskini, mtaji wa mwanadamu ni afya koyo ni jambo la kushukuru, niko vizuri, niko sawa sawa. Yes, wekundu wa Msimbazi Simba, mmeendelea eh, kuthibitisha ubora wenu, ranki za CAF zimetoka siku siku mbili tatu eh, siku nyuma hapa mko nafasi ya tano hili kwanza wana Simba mmelipokeaje na linatoa taswira gani kwa upande wenu? Yes, kwanza tumelipokea kwa furaha sana kwa sababu tulijua ili jambo, halikuja kwa bahati mbaya, limekuja kwa makusudio kwa namna ambavyo, performance yetu ndani ya miaka sita au saba katika mashindano, yanayoandaliwa na shirikisho la soka barani Afrika kwa maana ya CAF. na sisi tulikuwa tunaambia watu kwamba moja katika ya vilabu bora kwa sasa katika bara la Afrika ni Simba Sports. Ubora huu haukuja tu kwa sababu ya jina letu ni Simba. Umekuja kwa ubora wetu kwa sababu tulikuwa tunafanya Vizuri kwenye mashindano yanayoandaliwa na shirikisho la soka barani Afrika. Leo hii samani ya Simba, ubora wa Simba kwa watano kwa ubora katika bara la Afrika. Watanzania waliokuwa wengi itawaumiza sana kutambua ubora huu. Lakini leo bara la Afrika unapokwenda kuambia wewe, nafasi ya tano si jambo dogo, ni jambo kubwa, ni jambo ambalo sisi kama wana Simba tunastahili kujipongeza. Lakini pia kuwapongeza wachezaji wetu, kuwapongeza pia uh, management ya klabu ya Simba. Kazi kubwa na kazi nzuri walifanya. Leo hii nitoe somo dogo tu, mtanisamee, nitachukua muda wenu mchache, nitatumia sekunde 30 mpaka 45. Zamila sekunde 45 kutoa elimu Afrika, na nchi na nchi nchi nchi 54 ambazo hizo ndo wanachama wa CAF. Katika nchi hamsini na nne, fanya maximum, kila nchi weka standard iwe na timu 15 zinashiriki kwenye ligi kuu, maana yake ukipiga 15 mara 54 unaikuta zaidi ya 810 ukikuta virabu mia nane na kumi mwenye mpira wake mwenye dhamana kwenye bara zima la Afrika anasema huyu ni watano kwa ubora, Simba Sports, maana yake lazima tuwe tupewe heshima iliyokuwa kubwa. Na ukitaka kujua ubora wa nafasi ya tano, nendeni mkamuulize msemaji wa Dar es Salaam Young Africans Ali Shaban Kamwe wakati wanacheza mechi yao ya kuelekea kuitafuta nusu fainali ya shi, no, robo fainali ya shirikisho ya klabu bingwa ya barani Afrika. Ali, ninyi waandishi, mlikuwa mashahidi, yeye hapo ti anasema kichaka walichokuwa najifichia Simba tunakwenda kukikata, na anasema tutakuwa kwa mara ya kwanza katika timu kutoka Afrika mashariki na ya kati kushika nafasi ya tano kwa ubora katika bara la Afrika. Ali alikuwa na akili timamu na Ali alikuwa yuko sawa sawa. Kisugu bana <laughs> wakati ule ali alikuwa na akili timamu, ali alikuwa na akili sawa sawa. kwa sababu ali alikuwa anajua thamani na ubora, kwa watano kwa ubora katika bara la Afrika, leo hii tukutamka sisi sasa. Sikilizeni, nikupe somo dogo. Kuna mabara saba lakini mabara naokalia na watu wako mangapi? Ndio, nafikiri hesabu ndio hiyo, kama nitakuwa sawa sawa, okay. Kwenye mabara sita zikitakiwa timu tano tano, Simba yumo ayumo? Yumo maana yake leo kwenda kwenye takwimu sahihi kwenye bara la Afrika ukiteua timu 30 bora Simba Sports yumo Ubora huu unaupataje? ninda kafanya research, nimesema kakusanye timu tano tano tu, sijui bara la Asia sijui tano, bara la Ulaya sijui tano, bara la Afrika tano, kaziweka pamoja, Simba Sports kwenye thelathini bora yumo. Tulipokuwa tunasema tulipokuwa tunaishia robo ni hatua kwenye mpira, leo hii nendeni mkaangalie bingwa shirikisho barani Afrika ni Barakane, si ndio? Hmm, yuko nafasi ngapi? Ya sita. Hii inaonyesha ule mwendelezo wa mfululizo wa kucheza robo fainali mara sita mfululizo katika mashindano. nafasi ya sita bingwa, yeah. mm. sita. Sita. Mm. Afrika huyo ligi ya, ligi ya mabingwa, bingwa mpya mm. so maana yake nini kitaalam pyramid fluke imembeba mwaka huu. Ndio, nani anabisha? Maana yake ingekuwa soft, maana yake ingekuwa mwendelezo kwa ubingwa aliyechukua asingeshika nafasi ya sita. <laughs> Sisi ni bora na tutaendelea kuwa bora. Mm. Kwenye hili Kisugu vilabu vilivyokuwa kwenye hii Tano bora na kumi bora vingi vinatumia gharama kubwa kwenye kutengeneza timu zao. Wekundu wa Msimbazi Simba ni takriban bilioni sita mpaka saba, ambazo thamani yake mmetumia, wapo ambao wametumia gharama kubwa kushinda nyinyi, lakini bado mmeendelea kuwepo. Kuna haja ya wekundu wa Msimbazi Simba, eh, kuendelea kuboresha bajeti yao ili kuweza kufika zaidi hapa ambapo mmefika. <laughs> Unajua, hata mimi wakati jana ile lenki baada ya kutoka niseme tu kweli, nilifanya tasmini kati hicho kitu ambacho ulichoniuliza mm. Lakini leo nikajiuliza, hawa Simba hawa akina Salumu Abdallah Tayegeni hawa akina Magori hawa akina sio Zubeda, kama wanawekeza bilioni tatu bilioni nne ndo usajili wetu, tunakwenda kuchukua nafasi ya tano. Hawa mwaka ambao watakayamua mwekezaji Muhamed Deuja almaarufu Mo kuweka bilioni kumi kwenye usajili alafu wamba hawa niliowataja wakaamua kuingia sokoni, kuna balaa kubwa Afrika tunakwenda kulifanya Simba Sports, kuna balaa kubwa tunakwenda kulifanya Simba Sports katika bara la Afrika. Leo hii ukichukua miaka mitatu mfululizo usajili wa Simba kila mwaka, nieleweke vizuri, sio kwenye majumlisho, kila mwaka usajili wa Simba haujafika kwenye gharama zaidi ya bilioni tano lakini kikosi cha bilioni tatu bilioni nne kinakwenda kuwachachafya miamba ya Afrika uliokeza zaidi ya bilioni hamsini bilioni sitini kwa futbol. Mi niwambie hii, Mungu alomba mbingu na ardhi alikuwa shahidi. Ubora wa simba ukitaka kujua, toka kwenye mipaka ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mimi kuna mwaka nilipata bahati, mwaka juzi wa kusafiri na national team kwenda Moroko. Bahati mbaya au bahati nzuri, nimefika uwanjani mapema nikakutana na warinzi wa kimoroko waarabu pale. Kilicho niokoa cha kwanza, nilikuwa na bendera ya jamhuri ya muungano wa Tanzania. Nilivoshika ile bendera askari namna na jinsi alivokuja kwenye, kwenye spiriti ile ilivovuta, nikaona leo kisugu nimeshakanyaga kwenye nchi za watu. Huyu jamaa mbona anakuja kwa kasi? Lakini kwa sababu ni mimi niko vizuri ngambia wewe mwachiaje atakapokuja ndivyo nitakavompokea. Unajua mimi mzalamu <laughs> nina nongwa <laughs> wewe. Kwa hiyo nika focus nikasema atakavokuja ndivyo atakavompokea. Cha kwanza ni bwana alinisalimia. Lakini baada ya kunisalimia kaniuliza wewe ni Mtanzania? Nikamwambia sawa wa Tanzania. Lakini cha ajabu cha baada kumwambia mimi Mtanzania, eti akaniuliza swali, Simba Sports unajua? Nikamwambia katika mavansi wa Simba mimi nimevansi wa Simba. Akaniambia Simba is big team. Mlezi huyo huku braza na bastora hapa na redio koru ameenea. Alafu unajua walabu ukimsikia askari kwa askariuaiso mvubi kama Kisugu mwamba amekwenda juu kama vile anavyomwona yule kubwa jinga mzee wa maokoto <laughs> ubora wa Simba kuna muda wa Tanzania, lazima tuwe wa kweli. Ukweli unamweka mtu uhuru, lazima tutambue ubora wa Simba katika vilabu katika bara la Afrika. Kwenye hilo leo hii zamani mm, kidogo ligi ya Tanzania NBC, sio ndio? kwenye nchi ya hamsini na nne maana yake kuna ligi ya hamsini na nne ligi yetu ya NBC inakwenda kutoa klabu ndiyo ya tano kwa ubora kwenye bara. Tuna ligi bora, tuna ligi bora. Tuna ligi bora. Tumwagie maua Kalia. Mbona tusemi hapo? <laughs> Wanakwepa. <laughs> Tuseme tumpongeze Kalia, tumpongeze Kidau, tumpongeze Nyamlani, tuwazungumza kina Mzee Mguto, tuwazungumza kina Almasikason. Kwa nini atusemi kama ligi inakwenda kutoa klabu ya tano kwa ubora katika bara zima la Afrika? Maana yake si tuna ligi bora? Ligi kama si bora huwezi kupata klabu bora; ligi bora unapata klabu bora pongezi wa wawekezaji akina Yusuf Baharesawa, wamewekeza pesa nyingi zaidi ya milioni mia mbili dolas kwenye ligi yetu, na ndio maana tuna ligi bora na tunatoa vilabu bora. Hivi swali, wao wamo hata kwenye kumi? Wamo miu... kumi na moja pale wanaanza, ah. wako nafasi ya kwanza kwenye kumi la pili <laughs> kwa hiyo wakitakiwa kumi tu, jamaa wamo. Wacha wasusa sicheze <laughs> Kisugu, umwongea hapo kwenye swala la ubora, ndio ambao ulimewafikisha hapo simba mlipo. Lakini hapo jana mashabiki wa Young Africans wameonekana kuzungumza sana kwamba kinachowafikisha nyee hapo, hata kwenye kombe la shirikisho hadi kufika fainali, ni kwamba mmebebwa kwa, kwa kiasi kikubwa na marefari, sio bora wenu ambao unawabeba. Hebu zungumza kuhusiana na hili kwanza. Kwanza siku zote mtu mwenye akili timamu, ukimwona mwenzako ukabebwa, naendafuta mgongo ujibebe kabebwa kubebwa Afrika sio jambo dogo, lakini mjue, propaganda na utani wa Simba na Yanga unafika mahara, unaondoa taswira halisi ya mpira wetu kwenye nchi hii. Kuna mtu alioangalia fainali ya Simba na Barakane tuliangalia, Kisugu, Simba kabebwa? Hapana kabebwa, hajabebwa, nani lalamika? Wanasimba sisi tunaamini kwenye uwezo na tunaamini kwenye ubora wetu. Leo hii wao wanalalamika, wasilalamike, wacheze mpira leo. Kama mtaki kucheza mpira mtafikaje kwenye rank kwa bora watano? Kwa hiyo niseme tu mwandishi, ni maneno ambayo ya watu walioishiwa kubaki kwenye vijue vya kahawa. Ukishakaa okay, kwenye kijue cha kahawa kawa ikikunguza una haki ya kuzungumza chochote, lakini leo waandishi, semeni ukweli. Nyinyi mnafuatilia mpira miaka saba mfululizo kwenye mashindano yanaandaliwa na shirikisho la soka barani Afrika, Afrika. Tunafika robo fainali. Wao wenyewe kwa kuona robo ina nafasi kubwa, wakatubadilisha jina, kutuondoa kwenye Simba Sports, wakasema hawa sio Simba Sports, hawa wanaitwa mwaka robo, kwa sababu walitupa jina lile so kebehi, walijua ubora wetu. Nani kasema? Mwalimu Yanga Yes? Unajua <laughs> ngoja mimi niseme kuna vitu vingine tumshukuru sana Mwenyezi Mungu kutuleta katika ardhi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, moja katika nchi yenye amani na upendo. Katika nchi hii naamini kama ingekuwa Burundi, kama ingekuwa Rwanda, yule mwalimu Yanga alikuwa ana sifa ya kuwa mwalimu